gani nimekuwa nikisikia kuna msichana mahali, uh -huh. na wamekuwa wakionekana kwa wakitembea pamoja, wanaenda wanalala kwa wana wa BNB hizo hizo. Ya BNB zako? Hizo ya BNB ni zako ama ni za your boyfriend hizo? ni ni, ni zangu. Nimekuwa tu niki, nikiona tu juu nimeweka CCTV. Nimekuwa nikiwaona tu chali. akikucheat -ak ama akiwa kwa uhusiano wa mapenzi what will you do? Yeah. Mm, according to me yeah. Ningekuwa na nguvu Yeah. ngepiga huyo lakini msichana. okay, wana... unaona mwili wangu yeah. siwezi mpiga we si mtu are not violent, to, I'm not violent. Okay. they live eh, live na camera. Mimi nashuku wanaweza yeah. kuwa kwa one of my BNBs yeah, yeah. so nimekuwa yeah. nikisikia fununu but tunaweza tembea tu moja tuone kama hiyo, kwani sinaona, ni usiku, kwani hajakuwa kwa nyumba ama hajakuwa kwa nyumba hata hajakuja usiku ako na Yeah, so ladies and gentlemen, I'm here with Savia. Say hi. Eh, good boy. Yeah, so ladies yeah, eh, and gentlemen, eh, I'm here with Savia. Sean, we are in coast, tumerudi tena eh, it has been like one week since nitoka coast na nimerudi tena. Nipige story na Purity, kwanza nikitoka hapa, ali, aliniambia ako na a lot to do. Sindo, na mko na content creator mdogo, tafadhali.

Good boy. Yeah, so uh, Purity alimpigia simu akaniambia ako na some uh, ako in a toxic relationship. Like a feely relationship na ika feel the pinch of uh, my my in-law ama my sister-in-law kupitia hii mambo na ndo nafanyanga daily, si ndio? Nilikuwa nimeamua kukuita this thing called uh, loyalty test kidogo nifanye forex because forex is the best place to be in kama uko 254. No, let no one asigudanganye that and upige lap mzee na usiingie kwa maji. Sawa? Aya. Ah, yeah. Uh, let no one asikudanganye that e eh? It's okay, it's okay, it's okay. Good boy ya yeah. Wacha kutupigia kelele, tunashoot bwana. Ndio usiingie hapo kwa maji. No, mwachilie apige lap us aisbo Oh, kuswing. Oh. Yeah. Oh. Tukimpeleka anaweza nini? Anaweza rudi hivi haizi enda peke yake okay. Yeah, okay. Si ndio? Nitakupeleka sahi baba, si ni sawa? Nitakupeleka kwa swing acha nimalize kushuta alafu tuende, sawa? Hakuna <laughs> mtu hapo no, no, no. No. No. No. Ende upande pale kai pale, pale. Ende ukae pale juu. Ka ukae pale juu hapa, ka hapa. No. Okay. Hapo kaa pale, kaa hapo hapo. Good boy. Mazee, niko na kazi ngumu ya kulea <laughs> hapo. Good boy, kaa vizuri. Good, good. Aya hapo, aya sawa. Yeah, so ladies and gentlemen, uh, I'm back again. I go by the name Moha. I'm coming live from uh, Moha Classic Studios ama Moha Classic TV uh, we are always in YouTube so what's happening I have with my, uh, I'm here with my sister-in-law by the way anajulikana uh, kama Purity she has been working in Australia ameniambivo is the reason to, to why I kutafuta Maggie but I'm not here kwa hiyo story, niko hapo kwa story yakealiniambia thatako in a toxic relationship. Na nikamwaku cover this story up as Moha Classic TV. Nijue what, what's going on? Nani anasumbua? Sitangu in love bana. Yeah, so, uh, just, uh, keep, keep tuned. Tuangalie nini ako nayo kwa mind na tutamsaidia as Moha Classic TV. Uh, you did good by the way. Kuni host Mombasa. Nilikaa inone of your Airbnbs na zilikuwa so awesome. They are so dope. So introduce yourself, tell us who you are, and then we continue from there. How are you, Purity? I'm fine, thank you. Yes. I'm Purity. Yes. Mm. I'm here ama with Moha. Tunaongelea stori ya bwanangu. Yeah, nimetaka tukuaf conversation na yeye. Yeah, about it. Yeah. So, Mi nimekuwa tu na tough time, uh -huh. na challenges mingi sana ndio <laughs> manake nimeona nitafute shemeji hapa aniambie what I can do about it, yeah. Hey, shemeji, wewe ni mrembo kitoso na mapenzi, jamani. Sana. Yeah, so Purity, na mwenye anakuona kwa wako, the first time Purity anafanyaga nini na <laughs> Not really. Yeah. Yeah. Eh, eh. Yeah. Mm. Eh, amekuwa wapi eh, na kwa nini hizo miaka tano uli go away from Magdalene? Kwanza aliniambia ako na lot of visa, ajai kuona kwa macho, ajai niona, nimekuwa huko for like five years. Uh -huh. So, uh -huh. Ile time host nilikuwa host huko Mombasa, unakumbuka? yeah, yeah, yeah. Ilikuwa ilikuwa last week. I I think we last... two weeks in the Oh, yeah. by the way. Yeah. So hiyo ilikuwa my my first, mm ndio yeah. Niliweza kuwa hostia. yeah. but saa uh hii -huh. Ni kwa Australia ndio nimerudi nijue shida ya bwanangu iko wapi? yeah. Oh, that's so cool. Eh, yeah. uh, so, ulikuja na no ukarudi? You yeah. you spend a lot. Yeah. But you are so simple by the way. Hadi hadi kwa week. 30. But we we like, we like we like like we like a simple lady unakaa yeah. Bibi Aruto bana unataka <laughs> <laughs> majukumu mengi. So tuambie, hii marriage yako ni toxic aje Purity? Wanangu, mm, nimekuwa nikimshuku for long time. Yeah. Yeah, na kuna beshi yangu wamekuwa akiniambia kuhusu yeye mm. Nimekuwa away mm -hmm. So venye nimerudi, amekuwa akiniambia hata nikiwa huko kwa simu ananiambia, lakini bado naona ni kama si siamini, so nimekuja kunione kama naweza chunguza what is going on. yes. So nimekuja huku bado nasikia hiyo story yenye alikuwa ameniambia mm -hmm bado naona ni ukweli. Tuambie, ni stori gani yaholia, na tunataka tu kudiscuss about it. Ni stori gani? Nimekuwa nikisikia kuna msichana mahali, na wamekuwa wakionekana kwa wakitembea pamoja, wanaenda wanalala kwa wana hizozako hizo. BnB ni zako ama ni za boyfriend hizo? ni zangu. ni zako? So nimekuwa tu nikiona niki juu nimeweka CCTV nimekuwa nikiwaona yeah. lakini sijakuwa nikiweza yeah. niki kuwatrace kama ni ukweli wako pamoja ama ni story tu, so nimekuja kutafuta kuta wewe tuongelee hii story. Yeah. That's so cool of of yeah. of you you you and I'm I'm proud proud of you by the way and I'm proud of a woman you are becoming. Umeanza kujijua sasa sindio? <laughs> Yes. So have you uh, umekuwa married na the guy ama mlikuwa kwa uhusiano wa kimapenzi tu? Mlikuwa married, married. married. married tuko Yeah. Oh, that's so awesome. Tumekuwa married na yeah. yeah. yeah. nimekuwa niki nikishuku sana vitu mingi sana kwake. yeah. nimekuwa nikisikia stori ya wanawake sana kwake, si mmoja si wawili. mm. lakini kuna huyo mmoja mwenye namshuku na, na ningetaka nijue ni nani leo. yeah. Kama oh. tunaweza nisaidia kwa kujua ni nani? mm. rahisi. yeah. oh, that's utakuwa so cool. and that's I think hiyo ndio kitu know, ya maana sana mm na I do idu secure kitanga marriages, sindio? Na I'm here just to secure your marriage na you nikwambia that uh, if you are 26 you have a long way to go but after that you just get that floor bana. <laughs> <laughs> ingia lakini inaonanaonyeshwa kwa mapenzi. So niko na mtoto mdogo, mm. Mama yake mama yake nilimwacha, akona kazi, alikuwa anafanya pale hivi airport, alikuwa na transport maua kidogo kidogo pale na kukuja na the kid Mombasa tena mm -hmm. so that I can cover this story up. Wow, that's nice. yes. <laughs> So uh, ulikuwa unataka sasa mimi as Moha Classic TV nifanye nini? Naniingilie wapi kwa hii hii in your world of love ama world of marriage vile naona yeah. Unaweza nisaidia kwa kujua hii stori inaweza kuwaje, tupate huu msichana sana. Unaweza ongeza tu sauti kidogo, kwa zinahitajiwa sauti yako sana <laughs> <laughs> <laughs> ningetaka unisaidie yeah. kujua huu bwanangu mm. nasa chunguza, tujue ako saidi gani yeah. na ako na nani u mm. nimekuwa nikisikia ako na mtu mahali. okay. yeah, so, Ana, uh, anafanya kazi gani bwanangu, ni polisi

Ningepiga uh, huyo msichana lakini msichana, okay, si unaona mwili wangu uh, siwezi mpiga, si mtu are not not violent, I'm not violent i'm uh, lakini at least nikijua ukweli itakuwa rahisi sana, niko na reason ya kutoka kwa hiyo marriage kwa siwezi kwa ko sahii siwezi toka, sina ile evidence tosha ya no, kujua kama, no, no, no, no, no, kama ni ukweli ukweli uh, kama ni yeah but nikipata ni hivyo, uh, tuta, like after, ni hivyo solution after after after nimetafuta. You going, going, back to Australia 2 2 weeks after weeks yeah. only 2 weeks Hey, jamani mtu. Hey, bradhangu atache kukula pesa Australia ama <laughs> ataendelea kukula hizi pesa za Australia? So if you are dating over there na una feel like uh, your boyfriend is cheating, or, or is cheating uh, up on you uh, usichoke Tafadhali, kama uko pale Kilimani, uko pale Westlands, uko pale Korogosho, uko pale Githurai 45, uko hapo pipeline, just call me, niambie yenyewe, manzi Moha, na pitia through hard time, unaweza nisaidia aje? and I'll be there na I'll come through as Moha Classic TV, si ndio? Yes, yeah. So uh, Purity unaweza kuwa saa unajua wako wapi, na ulikuwa unataka tu approach aje? Maybe to call the bo the boyfriend, ama tuende live uh, live na camera. Mimi nashuku mm. unaweza kuwa kwa one of my bnbs, yeah yeah so hmm, nimekuwa nikisikia fununu, but tunaweza tembea tu moja tuone kama hiyo. Kwani sinaona ni usiku? Kwani hajakuwa kwa nyumba ama hajakuwa kwa nyumba, hata hajakuja usiku, ako na two days outside. How do you survive? hivyo tu hivyo tu. Nifanyaje? Nifanyaje? hauna la kufanya. Mombasa umekaa for how long? Mombasa nimekaa sana, toka 2016 yeah yeah I oh, oh, I like that. Yeah. And uh, I love you being uh, being being happy Kama uko unhappy, itaniuma sana Sindo? so uh, so we just to go and check it up. Kama maybe these people are, are cheating on you. Sindo? Yeah. Eh, ndo tuelewe kwa sababu ni ngumu ni ngumu Yeah, so I'm, um, I'm the one who I'm dating your sister. We are so happy, by the way in marriage. We have dated for five years na sioni kama tutaachana. Eh, so wenye wa, wako na wivu kidogo kidogo wakimbia waende hivi na wakimbia waende hivi na Bondo ama hapo hivyo wa Busia wavuke Uganda, si ndio? Yeah. Eh, sijataja JB tho. Watu anaweza anza kunipiga mamawe, unamjua kwani Huyu maybe sasa ndio no, tu kujuana TikTok tu ana, eh, chunga, ana zaidi ya madada wawili kwanza. Uko na pesa ya forex, fall in love na mama so of you. Purity mmoja, yeah in Dubai actually

kama ujui kutrade naweza kutrade ya naweza kupata hiyo pesa yako ikuwa multiple in a week si ndio? Look at the lifestyle you are living right now. Ile ukweli kusema ukweli hizi pesa views eh, hizi pesa views uh, this forex this work of art and this is forex trading inaweza change your life so make sure that uh, kama unaweza pata kama unaweza kuandika kitu pale hivi kwa account usitaki kunywa maji bure. Just come invest with us make a lot of cash, twende tutembea pamoja pamoja si ndio? Yeah. Yes, so umeniambia uta invest u na utaniambia ndaleta mahari lini? <laughs> ama nikae nazo follow nikatunda kangu ro. So Airbnb nataka Airbnb mbili Mombasa nianze kuziuza kama wewe Utapata utapata, nitapata, ni ni connect connect tu tu, sawa, twende na twende pamoja exactly. So tutapanda yeah. Utaniambia ni wapi, utaonesha ni wapi 1 2 3 si ndio JB? Tutu, sanitize watu? Yeah. Nice, it's our time. So my guys, my guys people is the time nikifanya what I do daily. Na I feel like, uh, now I'm fit, I'm okay. Nilikuwa nataka kupeleka three of my fans uh, abroad, wande wafanye kazi. Niko na dem anaitwa Jasinda Saudi Arabia na, ni Mima ako pale Qatar na niko na April ako pale Dubai. I'm so honored and mazi thanks God and thanks to people wanaonishikanga uh, mkono so Let's work together, we are on our road to 100k subscribers make it happen. Na itakuwa fresh zaidi. So Purity, utanishikia hiyo kiti uniekee hapa na tuende hivi, let's go, let's go, tupita hapo hizi ya bandi zako ni tamu Like I like I love I I love, I love, them. Napenda kazi yako. Sincerely speaking, napenda kazi yako. Come baba. Come. Do you know I love you? come Come Come hug hug hug me. Come hug me. me. <laughs> Thanks, thanks man.